Samjambo yes, wa ndugu wapendwa, ni mimi wenu Kolomboka mwenyekiti mwenyewe, kama vile mnavyojua na mlishaona tu jinsi nimeaterire mbele ya mikrofone ya Holly Officiel pamoja na kwetu TV kabisa, nikiwaambia ya kwamba niko hapa pamoja nanyi katika siku na tariki hii ya leo wewe wa tuchonjo uwe pamoja nasi katika mtandao wetu inike eh? Se mtandao inike <laughs> iko inikshen hmm? Iko inikshen kiparle la verite, ah -ah. Si ni vile antuka manake, sisi tumetumia ukweli wingi sana. meme si on parle ke toute verite ni pa bona dire, lakini kwanza tunajaribu kufanya verite yote a bona dire se bien, kwa sababu uh, ni lazima tuyue ukweli. Ukweli ni nini, na tuyue ni kitu gani kinachofaa tujue ni kitu gani kinachokuwa eh? Yani tupiganishe hali yote na tuone ukweli wa mambo jinsi unavyokuwa, na hapa itakuwa ni mzuri sana katika maisha yetu. Kujua ukweli ni lazima na kujua kutumikia ukweli ni kitu ya lazima sana, maana unapokuwa na uongo, hakuna kitu ambacho unaweza ukafanya duniani. Uongo inakuwa na mwisho, yaani mtu anaposema bongo leo, bongo kesho, bongo kesho yake anafika mahali ambapo anakutana na kibambazi cha uongo. eh? Yani unakutanaa na kibambazi eh? Kile ambacho wanaita mur de mentir donc unakutana ni kibambazi cha uongo kinakukutana kule mbele na hapa, kinakuwa na marudilio yake mabaya. Yaani kila bongo iko na marudilio mabaya, ndiyo kwa maana nitakwambia, kama leo ni Jumapili, siku ya kusikia neno la Mungu pamoja na, na habari zetu ama taarifa zetu za leo. Si ni vile ndugu yangu, yaani, eh, ni sharti tusikie, ni sharti tusikie kabisa neno la Mungu la mafariji lakini na baada ya neno hili la mafariji tusikie na, na mausia ya leo kitu gani kinachoendelea? Ila acha tuanze na neno la Mungu kitabu cha Mhubiri sura yake ya tatu mstari wake wa kwanza tu tutasomele mstari mmoja tu ambayo inasema, kila kitu kina wakati wake hapa chini ya jua. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Asante sana ndugu mpendwa ambao unaendelea kunisikia, wewe ambao uko mbali na karibu, ni kuambie tu kwamba kila kitu hapa chini ya jua kiko na wakati yake. Usipresipite vi usipresipite maisha, maisha abaikimbi zake, ndugu yangu, maisha unendaka nayo polepole paske njovile, eh, Mungu aliumba njovile, mm? Mungu aliumba banasemaka ku setting program, donc ni kusema Mungu ali setting, alipanga ali, ali programe zake kuweye tangu uko ndani ya tumbo ya mamako au ujazaliwa, Mungu alipanga programu zake kuwe. Lakini sasa zile programu zenye Mungu alipanga kuweye, kuna mtu mwingine anaitwa mtu mbaya ama uh, shetani eh, anakuya kutafuta kudesekilibre zile settings za, za, za Mungu ku maisha yako na shetani aiko hewa, hapana. Shetani aiko muti, aiko maji, hapana. Shetani ni mwenzako mwenye iko pale pale karibu yako. Maana Biblia inasema adui wa mtu ni wa karibu yake. Donk, ni yule yule ambaye unakula naye, unalala naye, unachangia naye kila kitu kyote, ule njo anaweza akakutokee shetani mu maisha yako, adesekilibre programe zenye Mungu alitia kwa maisha yako. Oh, haleluya. Okay, donc asubuhi ya leo nataka tu niwaambie niwaamshe katika upendo wa kutafuta Mungu na kutumainia Mungu na kupenda nchi Mungu aliyekupatia. Maana sikia, nikwambie watu wanafanya kitu ambayo hawajui. Unaona mtu anaingia hata ndani ya kiroho lakini hayapendi nchi yake. Ukimuuliza, unapenda nini? Anasema mimi napenda kwenda Bulaya, napenda. So, okay, good kwenda Bulaya si shida lakini Bulaya ni kama Kongo, hmm? Yani Bulaya kuna udongo, kuna maji, kuna mimea, kuna kila kitu ambacho kiliko hapa Mkongo wetu. Kwa nini hatuwezi ambelur Kongo, tuitengeneze, tuisafishe, tuifanye Kongo nzuri, tuifanye Kongo ya mababu. Yani tujenge, tuna udongo wa kujenga tuna matafali tuna manjanja tuna, ni, na, tuna vitu vyote vya kufanya. Hata na ile manjanja nawaza eh, tukiangalia mzuri, kuna vitu vingine haviwezi toka hata Ulaya kusudi vitufikie hapa. Yani ni kusema nini, hmm? Wakongomani ni lazima tulamke, tutafute patriotisme, kisha tutafute sasa panafrican yani tuwe watu wa Afrika kitu ya kwanza, kitu ya pili tuwe wa, watu ambao wanapenda nchi yao hmm? Mwi Afrika yote nilikutana kama sisi ndio tungali nyuma kwa kupenda nchi yetu. Tunakamata nchi kama, tu. hmm? kama kitu kireja reja tu tunakamata nchi kama kitu kenye kina kiko tu pale, tumedeka. Ndio anasema mwingine Kiswahili ati watu wamedeka, ha? Yani tumedeka kiasi kikubwa sana, hmm? na hata hapa tunashindwa tukamati sasa uongozi wa nchi yetu namna gani? Unaona hapa njo kwenye shida yetu iko kwa muda huu ambao tuko tumeongea na wewe. Donc shida ambayo tunayo watu wamedeka; tumedeka sana, tumedeka sana. Mukudeka kwetu, tunashindwa tukamate uongozi namuna gani? Hii kabisa ni shida moja ambayo imekua, hmm? Katika sisi wakongomani wenyewe wenye damu ya kikongomani. Yaani, kwa wakati ni hatuna responsabilite sisi wenyewe, hata ndani ya maisha yetu hatuna responsabilite, hata ndani ya nyumba zetu hatuna responsabilite. Unakutana mtu ambaye ni baba un, yeye mlevi mkubwa kabisa, amesoma ni docteur, ni licencié ni graduan, ni iko na, ma, eh, na ma, masomo za hali ya juu sana lakini unakutana ye mlevi eh? Yeye mlevi, alafu niambie, katika ulevi wako weye utafanya nini? Katika ulevi ambao unakuwa naye utafanya nini weye? Kabisa unaona, kama unakutana mutu ni député, ni député lakini ni responsable yeye mwenyewe kwanza aheshimu hata mke wake, na ye mwenyewe aheshimu hata mume wake, yeye mwenyewe kwanza aheshimu na watoto yake. Sasa wakati uko irresponsable mwako mnyumba, utawezaje kuongoza nchi ambayo inajaa watu wote hao? Unaona yani e, mtu mmoja e, ndio aliwahi kusema hivi, ukitaka e, kuwa mwespikopi e, ama mwongozaji Eh, kitaka kuwa mwepiskopi hmm? anza kwanza kuwa na mke mmoja tena, uwe baba mwenye hekima ndani ya nyumba yako. Ai, kale ka kitu ninakapenda sana, ambacho huyu mtu Paulo alichosema, iko anamshauri Timoteo, anamwambia ukitaka, okay, kuwa episkopi, unachagua fungo njema ama kazi njema, lakini uwe baba wa, wa mke mmoja na tena uwe mwarifu wa, wa, wa nyumba yako, sababu hauwezi kusema utaongoza batu elfu na nyumba yako kwanza wewe mwenyewe inakushinda, hmm? Labda uniambie utasimama mbele ya watu elfu unawaongoza, lakini wewe mwako mtu mmoja amekushinda. Kwa nini? Hmm? Na hapa njo kwenye eh, inaonekana manque de sens de responsabilite, inaonekana Mukongo. Na hapa kabisa tunakijikutana inakuwa ni marufuku kwetu na mauwaji kwetu, maana marudilio ile yote, marudilio ile yote inarudilia wapi? Kwa huyu raia tu hmm? Unakutana raia anateseka, raia analala njala, raia magumu, raia njo iko na la pabaya unakutana, habu ni manque de responsabilite. Unakutana ko iresponsable mu maisha yako wewe mwenyewe, hata kwa mpangilio wako ko iresponsable. Alors unajikutana iski, ndafanya nini, vitaendeka namna gani? <clears throat> unakutana sasa mambo inakuwa mabaya, mabaya sana kabisa. Hmm? Ndugu mpendwa, unayenifuata kwa muda huu ambao tuko tukiongea pamoja na wewe, jua kwamba kila kitu hapa chini ya jua kiko na wakati wake. Leo unaweza fanya mabaya kwa mwenzako, na wewe kesho wataikufanyizia. Leo unaweza iba nyumba ya mwenzako, na wewe kesho wataiba. Leo unaweza vuka mpaka ya jirani yako, jua kama na wewe kesho batavuka ya kwako. Kila kitu hapa chini ya jua ni shanjea ehange ehange e ahangea, donc ni kusema kila kitu hapa chini ya jua kiko na alors, wakati yake alors, wakati yenye wewe unatumikishili wakati yako mubaya sache que un jour tu seras responsable wa vile vyenye uko una unafaniya una, una, una ya mwenzako unanisikia? donc donk nikusema, tuache transparance itumike hmm? Me frere tuache transparance itumike. Unakamata batu, unabapiga, unakamata mabien ya leta, unaujisha, unakamata kila kitu kyote una, eh? una, My God, unaona kama hivi vitu vyenye uko unafanya mofrer, iko bitu ya mzuri sasa. Vol, vol public, donc hii ni bwizi ya hadharani hmm? Bwizi ya hadharani kabisa, hmm? Tuache haya, Mungu atatubariki tuambelir Kongo yetu, tujenge makanevu hmm? Maishuke itembee nayo mzuri mwinchi eh? naya mai ya mai ya mvula ile hmm? ikishuke inatembea mzuri mwinchi inafurahi, inapumua na laki zitapumua hmm? tujingi masoko za mzuri yanashitukwe na masoko za ziko modernize hmm? tujingi mafasi ya, ya kuchezea kandanda mpira ama kabumbu kwa Kiswahili yetu ya Kongo. Eh, wengine wanasema kandanda, wengine wanasema mpira, wengine wanasema kabumbu eh? Yani unaona tufanye vitu vyenye vinaweza saidia kongole, naye ajisikie huru, ajisikie huru. Tuache mauaji ya kila aina ya kimbali eh? Kuna motari mwa walipiga masasi hapa kwa serikali juzi tu hapa wanampiga masasi Apa kumutinga he, kumutinga pale iko tunatembeza moto yake pa, pa, pa. Kisha, bana muua akuna kitu, balimubeba pesa zilikuwa mfuko wa kutwala, bana kimbia tu, banaacha so, tu bana banaacha ibembe pale. Unajiuliza, aba batu benye biko banauana bana banapoteziana bana maisha ivi hmm. Finalement itakuwa hai. Tuki, ni kitu gani kenye kina baloga? Nani mutu mwenye na baloga kabisa hmm? Wandugu wapendwa, hii kitu aiko kitu muzuri sana. Mungu atusaidie sana na Mungu atubariki sana katika mchana wa leo wa dimanche hii ya 25. Kabisa, Mungu akwe pamoja na nyinyi katika mambo yote, na wale ambao wataenda kanisani Mungu awabariki na wale ambao wataombea ndani ya nyumba. Mungu awabariki sana. Dimanche passe atukuomba sababu eh, balibeba batu mu, mu, mu, musta membie siezi enda mubili <laughs> lakini leo eh, tuko, tutaomba sababu batu batakuya sa tuangalie kitu gani kinachohitajika eh, na ni vile kabisa, ndugu zangu. Ah, ninakushukuru sana wewe ambaye unaendelea kututega masikio, nikikwambia tu kama ubarikiwe. Leo Mungu akubariki, na Mungu akuchekeshe, kisha na Mungu akulinde. Si ni vile kuna kitu ambayo ninataka sema kwa dakika tano ambayo imebaki juu ya Joseph Kabila Kanambe Epolite, huyu bwana alimaliza 18 ans kukiti

njale ilikuwa ya mingi 18 ans, dollar ilikuwa inapanda 18 ans, mateso tu atukupata kabisa kitu ambayo mkongomani eh, ya kupata uhuru hata siku moja 18 ans. Ilikuwa 18 ans ya kuchanga basoda ya etranger na basoda yetu ya ndani, atukukua na basoda 18 Basoda benyi balitafuta kuji inua bote, alibauwa. Tunakamata Mamadu Ndala, aliua bauma, aliuwa mbuza mabe, aliua na bengine benya tuwezi sema, aliuwa hmm? a travers ces 18 ans la atukuona tasi ta siku moya uyu bwana anashimama ku mikrofone anasema batoto yangu Pole, pole, pole bakongole atuku bisikia meleoju banagusa kubitu yake ya munyumba, bananza gusa ku famie yake, bananza muita. Sasa naye mujistice anaenda ku mikrofone, anasema sasa tena mukusema yake, yeye njo iko nyuma ya AFC. Ukisikia AFC unasikia Joseph Kabila kabilakaba kanambe epolite donk, ukisikia tu AFC ni ye njo mwenye konyuma ya AFC. Ibi biyote mafimbo yote tuko tunapata apa, masufrans yote tuko tunapata, ni ye njo mwenye koresponsable wabyo esepourkua. Ametangazia watu waziwazi wazi, anasema mimi nimerudia tena ndani nchi yangu na nitapita pale kwenye AFC iko Ukonona donk, unona kama uyu mutu iko mayonete donk, ana sanse ya responsabilite asemenomi na rekoneitre makosa enye mini lifanya njimu, mu, mu, mu, mu, nani motawala wangu. Lakini ilfo ni change sasa, na kama anaona sasa njoo wakati enge atapigana sasa bita na baluba. Anapenda turudi utawala erudie mubaswahili <laughs> namwambia tu kama yenjo, mwenye alifanya ile kosa, kwa nini sainyi alitoka kutawala ku, ku ange, eliacha mswahili pale, anenda acha muluba pale, yenjo mwenye alifanya ile kosa. Sasa ile kosa teru shinde tukuba victim. Okay, good, juu ya nini angeenda pigana na bakasae na baluba aende pigana nabo na kule kwabo, anakia pigana na shie baswahili huku. Jua nini? vita yabo yote ya kule kishasa inaanzia ku kwetu, omomoshie huku kwetu. atukulaki vya kishasa, akuna tajifra ya kishasa inshe, tunakulaka tunakulaka, tunakulaka jasho yetu hapa, na tunakutana shienjo, tuko na magumu trente este ya Republique Democratique du Congo iko mu magumu trente. Kisha leo unasema ya kwamba unataka rudia tena, utie sasa mtu wako mwenye weye atenda mdestitisyon zako, probleme ele papa atutaitika. Ifo tu bazalendo bapigane, bakamate ata Goma, Bukavu, tufanye negociatio na guvernema, tuyue muzalendo gani mwenye ataikala pale pwe entre juu hivi vya kusema sema, oh, tuta nani, tutafanya hivi, tutafanya hivi, ah, vile ni de gauche, ile ni vitu vya haina maana. Alors Mungu abasaidie. Mujue hivi niko nasema, kama ni ukweli. Mimi ni wako Kolomboka mwenyekiti mwenyewe. Ukitaka kuingia ndani ya kundi letu wetu, uponde pale kwa kuandika Holly Officiel, utaona namba zetu za WhatsApp na hapa tunaweza tukaongee, na hapa tunaweza tukafanye kazi yote jinsi inavyo itajika. Asante sana, Mungu aendelee kuwa bariki sana, na Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi katika mambo yote ambayo mumekuwa ndani. Hmm, wandugu wapendwa, hii kitu unawazako nini? Andika komantere yako, eske unataka kabila arudie tena pouvoir Eske kabila wakati alikuwa kupuvare kulikuwa passation de pouvoir kulikuwa vitu vya muzuri ku population, este tulibenefisie nini mukukuwa ya kabila kukiti? We utuandike tu commentaire yako, na wale ambao wanakuwa ndani ya kundi ama wanakuwa ndani ya familia tudiskite kuyi kitu. Eske kabila wakati yake alifanya nini au juste, kitu gani uliona kabila anafanya?